Mkuu wa Mkoa wa Tabora, Paul Chacha amewafukuza baadhi ya wanafunzi wa kidato cha sita wa sekondari ya Milambo ambao wamemaliza mitihani yao ya mwisho na kisha kudaiwa kutishia kuchoma majengo ya shule hiyo kongwe ambayo inamilikiwa na serikali. Imeelezwa kuwa chanzo cha hayo ni baada ya uongozi wa shule hiyo kuzuia wanafunzi hao wasifanye sherehe za mahafali na ndipo ilipozuka vurugu barabarani walikuwa na jogging, lakini wengine walikuwa wametatua uniform zao, wengine wamejichola. Hili lilizua taharuki. Msingi changamoto ya watoto wetu wana, wanaenda wanashindana, wasema wale HKL pamoja na HGE walifanya hivi, sisi pengine tufanye zaidi kini. Kumekuwa na utorokaji wa wanafunzi kutoka eneo la shule kwenda nje ya shule, lakini wakati mwingine wakitoroka wakiwa wanarudi